Maboksi yale yaliyobeba zile kura yakiwa e yamesogezwa pale mbele. Waheshimiwa bunge wote tumeshatumbiza kura zetu. Kwa maelekezo zaidi, hebu keti, nenda kwa Ogetere pale. Waheshimiwa wabunge wote wa tumemaliza. Funga eshimiwa wabunge, waheshimiwa wabunge, tusikizane. Tuna wagombea takriban hamsini na tano na kwa mujibu wa taratibu zetu si busara watu hamsini na tano kwenda kusimamia kura maboksi matano. Ni waombe wagombea options mbili: kila kundi lichague mtu mmoja kusimamia boksi moja, au tutafute wabunge watano wakasimamie kuhesabu kura kundi la tume wedha, tumpate mgombea mmoja au tupate mbunge aende akasimamie kura. Jesca Magufuli? Nani? Jesca Magufuli. Mheshimiwa Spika, Adidi Abudu. Subirini, subirini jamani, subirini. umemtaja Mheshimiwa Jesca Magufuli. Upande wa tume. Ewa, Pat, Esta Magufuli

kundi la Sadek. Aishi. Mama wangu na dadangu, Mheshimiwa. Aishi. Unaitwa? Nani? Aishi. Maboksi matano pekee ni huko. Mheshimiwa Aishi, kundi la Sadiq. Kundi la nne Amna. Babutale, Babutale. Mheshimiwa Chatanda umekubali? Ndio, ndio. Kundi la Kijakazi. Kundi la mwisho Kafiti. Mheshimiwa, waheshimiwa imekuja noti hapa na na mtu wake anagombea. Mheshimiwa Kijakazi ija kija, tushapata wawakilishi watano, tushapata wawakilishi wa watano. Sasa ombi langu kwenu, kura hizi zitachukua muda kwa hesabu, tuwache wahesabu kura, matokeo tutangaze jioni sababu tayari Na... kuna wawakilishi wetu bado tunamalizia Tumekubaliana matokeo atatangazwa jioni saa kumi na moja. Tunao mawakala, maboksi ametoka hapa yamefungwa. Mawakala njoni msimame hapa, mawakala njoni msimame hapa upande na wetu waheshimiwa <tipa> <tipa> mawakala tazameni hivi. Tazameni huko huko, waheshimiwa <tipa> wabunge mbona mko wengi? sita wanatakiwa tano, mbona mko sita? hivyo hivyo, ah ah, ndio hivi mjeke sana gombea. Haya, haina neno, wanaweza kwenda wote, haina neno. Jamani, mawakala wetu ndio hawa, aende Bashe Mashe, mawakala wetu ndo hawa. Magufuli, niwa mkono, wakutambue. Na eh, Esta Magufuli, usitizame mi, watizame wao, um, watizame huko, sio mimi. Yes, the... Jesca Jesca Magufuli mamea <laughs> <laughs> haidad

Naomba sasa tuelekee chumba cha kuhesabia kura. Kura piteni huko waheshimiwa wabunge. Kwanza na shukuru kwa utulivu na kumaliza zoezi letu kwa ukamilifu. Makundi matano yote yatatangazwa saa kumi na moja na utaratibu wa kutangaza tutambilana hapo saa kumi na moja Naalisha shughuli za bunge mpaka saa kumi na moja.